I Usisahau kusubscribe, like, share, na kucomment. Wapendwa katika Bwana, wapendwa watazamaji na wasikilizaji, Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Bwana amefufuka. Naitwa Askofu Benson katika Bagonza wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Napenda kuwaletea salamu za Pasaka kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano wapendwa waumini wote wa KKKT Dayosisi ya Karagwe na wapendwa Watanzania wote, watu wote wenye mapenzi mema, na wasalimuni kwa salamu za upendo kutoka waskofu wa Karagwe uliopo Rukajange. Neno la Mungu linaloongoza salamu zangu za Pasaka mwaka huu wa 2025 linapatikana kutoka Injili ya Yohana sura ya 14 mstari mmoja tu wa 19. Nalo linasema, Na kwa sababu mimi ni hai ninyi nanyi mtakuwa hai. Na kwa sababu mimi ni hai ninyi nanyi mtakuwa hai. Neno la Mungu wapendwa, bwana Yesu, aliyefufuka na turetea sisi sote habari njema, anasema kwa kuwa yeye yu hai, basi hata sisi tutakuwa hai. Baada ya mateso yote aliyoyapata akiwa mikononi mwa wenye mamlaka, akafa na kuzikwa, hatimaye alifufuka kwa kuwa sisi ni warithi halali wa kila kitu cha Yesu Kristo, basi tunarithi pia mateso yake, na sasa anatuambia tunarithi uhai wake baada ya kufufuka. Hakufufuka kwa faida yake mwenyewe, bali kwa faida yetu sisi sote. Kufufuka kwake kunawakatisha tamaa wote wanaotumia na kutukuza kifo kama njia ya kuzuia mamlaka zao za kidunia zisihojiwe. Kufufuka kwa Yesu kunachochea watu wengi kukipokea kifo kama njia takatifu ya kurejesha haki katika jamii, yaani dhuluma inasulubiwa na haki inafufuka. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kifo cha Yesu Kristo kilibadilisha dhuluma kuwa haki, kiligeuza giza kuwa nuru, kilirejesha matumaini kutoka katika hali ya kukata tamaa. Na yote matatu tunayo katika jamii yetu: dhuluma tunayo, giza na kukata tamaa vipo. Kumbe basi Yesu anatualika sisi sote tupokee ufufuko ili dhuluma iondoke na akiitawale, giza la mioyo lifukuzwe na nuru ya Kristo iang'aze tena, na waliokata tamaa wajazwe nguvu upya. Haijalishi utakufa kwa kutekwa au kwa kufa kwa kuliwa na simba au mamba bali Kristo anakupa uhakika kuwa utakuwa hai na kukutana uso kwa uso na watesi wako na wauaji wako. Ikumbukwe, Yesu Kristo hakupatikana na kosa lolote, aliteswa na kuuawa ili kuwafurahisha wenye mamlaka wa wakati wake. Furaha ya wenye mamlaka inayotokana na mateso ya wasiokuwa na hatia huwa ni ya bandia na ya muda mfupi. Furaha ya watawala ilidumu kwa siku tatu, mwenye haki akatoka kaburini. Msamaha wa mfalme wakati wa sikukuu ulikwenda kwa jambazi Baraba, haukwenda kwa Yesu. Yesu akuhitaji msamaha wa mfalme ili kutoka kaburini. Alifufuka, yuko hai hata sasa. Uhai wake ni uhai wa wote wanaomwamini Mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka wa fursa kwa taifa letu pendwa la Tanzania. Yesu amefufuka na kutupatia ujasiri, tusiogope. Tutumie fursa za kidemokrasia kufufua matumaini ya kujenga taifa linalopenda haki na kuwatetea wanyonge. Serikali yetu kamwe isigeuzwe kuwa gulio la kuuza na kununua haki za wanyonge. Tunaalikwa kuwa chachu ya haki iletayo amani katika taifa letu. Haki inatosha kuleta na kutunza amani. Tuukatae uzushi wa kuimba wimbo wa amani isiyotokana na haki. Ndugu zangu wapendwa, ninawatakia Pasaka njema ni mimi mtumishi wenu asiyefaa wala kuwa na faida, mchungaji Benson Kalikawa Bagonza, kwa neema ya Mungu, askofu wa Karagwe wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel, usisahau kusubscribe like, share na kucomment.